Ukipita okay, katika mitandao ya kijamii sasa hivi ni Lamine Yamal kwenye penzi zito la mshangazi eh bana. Vyombo vya udaku vina ripoti kwamba Lamine Yamal nyota wa klabu Barcelona, ya Barcelona na timu ya taifa ya Spain mwenye umri wa miaka 17 yupo katika penzi zito, huba zito na mrembo kutokea pale pale Spain, Fat Vasquez ambaye ana umri wa miaka 30. Baada ya taarifa hizo za mrembo huyo kutoka kimapenzi na bwana mdogo Lamine Yamal nyota wa klabu ya Barcelona, mrembo Fati Vazquez amejikuta akichezea mapovu ama matusi katika kila posti anayoposti kupitia ukurasa wake rasmi wa Instagram. Wacha nikusomee, baadhi ya komenti katika posti yake ya mwisho aliyoposti katika Instagram. Kuna hii posti ameiposti masaa matatu yaliyopita ina comment elfu mbili bana ye mwenyewe atakuwa ameshtuka, komenti zote hizo. Hii hapa post alikuwa kama bitch fulani. Na kuna picha ambazo zimevuja katika mitandao ya kijamii zikimuonesha mrembo huyu akiwa na Lamine Yamal akiwa katika maeneo kama, twende haya haya. Same, same location inavyoonekana. Okay. Moja kwa moja katika comment section. <laughs> Kuna huyu mwamba comment stiki ambayo inaonyesha mama anamnyonyesha mwanae. Kuna huyu mwamba ameandika "Aren't you ashamed? Hauoni aibu?" Kuna huyu jamaa mwingine anaitwa Boxing Talk ameandika "Stay away from kids please." Kaa mbali na watoto tafadhali. Kuna huyu amekuja kufanya calculation kabisa kwenye comment ameandika 30 to 17. Jibu ni ngapi ndugu zangu? Kuna comment nyingi kweli kweli katika hii posti. Komenti nyingi zikionyesha kuto kufurahia Lamine Yamal kuingia katika penzi zito na mshangazi eee, miaka thelathini. Kumbuka baba yake Lamine Yamal majuzi tulikuwa jana, I think ameweza kutimiza miaka thelathini na tisa. Baba yake ana miaka thelathini na tisa. Imagine mama yake atakuwa na umri wa miaka mingapi? Na huyu bimdashi ana miaka thelathini, lakini wanasemaga mapenzi isia sasa ni upi mtazamo wako juu ya hiki kinachoendelea katika mitandao ya kijamii? Drop your comment hapo kwenye comment. Ni super 12 ya Dino on Television, endelea kutofollow kwa taarifa nyingi zaidi za kimichezo. Mdogo wa nyota wa klabu ya Real Madrid Jude Bellingham, Jobe Bellingham amecheza mchezo wake wa kwanza tangu ajiunge na klabu ya Borussia Dortmund. Borussia Dortmund amecheza mchezo wao wa kwanza wa klabu World Cup, ambao walicheza dhidi ya klabu ya Fluminense kutokea Brazil mechi ambayo ilimalizika kwa sare ya bila ya kufungana, ambapo Jobe Bellingham ameweza kuingia katika mchezo huo katika dakika 59, mchezo akichukua nafasi yake Pascal Gross. Mechi ya kwanza kabisa kwa Jobe Bellingham na Borussia Dortmund, mechi yao ya kwanza katika Club World Cup ameweza kulazimishwa sare ya bila ya kufungana, bila bila, so katika msimamo wa group lao group F Burusha Dortmund iko sawasawa sawa na Fluminense, wote wakiwa na alama moja moja, huku klabu ya Sundowns ambayo inasubiliwa kuchezwa na s hdfc. Vepi ulipata nafasi ya kuangalia mchezo huu? umekionaje kiwango cha? Drop your comment hapo kwenye super yap ya dino Television, endelea kutofollow kwa taarifa nyingi zaidi za kimichezo. Raisi wa Marekani Donald Trump ameweza kupokea jezi iliyotoka kwa nyota wa klabu ya Al Nasri pamoja na timu ya taifa ya Ureno, Cristiano Ronaldo. Jezi ambayo ilikuwa imesainiwa maneno yasomekayo hivi, to president Donald Trump praying for peace, then akaeka saini yake hapo. Ni jezi ambayo imetumwa moja kwa moja kwenda kwa rais wa Marekani Donald Trump kutoka kwa Cristiano Ronaldo, ikiwa na ujumbe mzuri kweli kweli, ujumbe wa amani. Ni mchezaji gani ambaye unatamani kuja kupata jezi yenye saini yake siku moja? Drop ya comment hapo kwenye comment. Hapa ni super trophy ya Dino Television endelea kutofola kwa taarifa nyingi zaidi za kimichezo. Ukipita okay, katika mitandao ya kijamii sasa hivi ni Lamine Yamal kwenye penzi zito la mshangazi, eh bana. Vyombo vya udaku vina ripoti kwamba Lamine Yamal nyota wa klabu Barcelona, ya Barcelona na timu ya taifa ya Spain mwenye umri wa miaka 17 yupo katika penzi zito, huba zito na mrembo kutokea pale pale Spain, Fati Vasquez ambaye ana umri wa miaka 30. Baada ya taarifa hizo za mrembo huyo kutoka kimapenzi na bwana mdogo Lamine Yamal, nyota wa klabu ya Barcelona, mrembo Fat Basquiz amejikuta akichezea mapovu ama matusi katika kila posti anayoposti kupitia ukurasa wake rasmi wa Instagram. Wacha nikusomee, baadhi ya komenti katika posti yake ya mwisho aliyoposti katika Instagram. Kuna hii posti ameiposti masaa matatu yaliyopita, ina comment elfu mbili bana. Ye mwenyewe atakuwa ameshtuka comment zote hizo. Hii hapa post alikuwa kama bitch flani. Na kuna picha ambazo zimevuja katika mitandao ya kijamii zikimuonesha mrembo huyu akiwa na Lamine Yamal wakiwa katika maeneo kama twende haya haya. Same, same location inavyoonekana. Okay. Sisi twende moja kwa moja katika comment section. <laughs> Kura huu mwamba ka comment sticker ambayo inamuonyesha maza anamnyonyesha mwanae. Kura huu mwamba ameandika, and you are shamed, aibu. Kura huu jamaa mwingine anaitwa boxing talk ameandika, stay away from kids please, kaa mbali na watoto tafadhari. Kuna huyo amekuja kufanya karukulesheni kabisa kwenye comment ameandika, thelathini toa kumi na saba jibu ni ngapi? Ndugu zangu, kuna komenti nyingi kwelikweli katika hii posti komenti nyingi zikionyesha kuto kufurahia Lamine Yamal kuingia katika penzi zito na mshangazi eee, miaka thelathini. Kumbuka baba yake Lamine Yamal majuzi tulikuwa jana, I think ameweza kutimiza miaka thelathini na tisa eee, baba yake ana miaka thelathini na tisa. Imagine mama yake atakuwa na umri wa miaka mingapi? Na huyu bimdashi ana miaka thelathini. Lakini wanasemaga mapenzi sia sasa ni upi mtazamo wako juu ya hiki kinachoendelea katika mitandao ya kijamii? Drop your comment hapo kwenye comment. Hapa ni supa12 ya Dino on television. Endelea kutufollow kwa taarifa nyingi zaidi za kimichezo.